Bima pub urahisi wa maisha, mafanikio na ushirikiano na furaha tele. Kwa hayo machache, natangaza rasmi kufunguliwa kwa bonanza la michezo la watumishi wa Tume ya Madini Kanda ya Ziwa mwaka. Leo tumekutana watumishi wote wa Tume ya Madini Kanda ya Ziwa hapa kwenye uwanja wa Nyamagana kwenye bonanza la michezo la mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano kwa watumishi wa kanda ya ziwa wa tume ya madini. Dhumuni hasa ni kwa kutanisha wafanyakazi wafahamiane, waweze kuzungumza, kucheza pamoja, kubadilishana mawazo, kufahamiana kwa karibu zaidi ya kikubwa zaidi kwetu sisi tume ya madini, afya ni kitu cha maana. Michezo si tu kucheza na kufurahi ni inalinda afya ya akili, afya ya mwili na pia afya ya kijamii. Kwa washindi wa bonanza hili tumewaandalia vitu tofauti. Kuna watakaopata medali, kuna watakaopata makombe, kuna watakaopata certificate na kuna watakaopata zawadi mbalimbali. Bonanza hii ni jadi yetu, Tume ya Madini. Tuna jadi ya kuwaheshimu watumishi, na kuwaheshimu watumishi pia ni kuangalia kwamba wakifanya kazi, wakatimiza kazi, wanapewa pia bonanza, ili wafahamiane, wabadilishane mawazo. Kazi na dawa. Kwa hiyo na maana hivyo inafanya tunakuwa timu ya ushindi. Hivi sasa ninavyozungumza leo ni tarehe ngapi? 21, ndio lakini katika tarehe 21 hii si tumeshamaliza malengo yetu ya mwaka? Tulikuwa na lengo la mwaka linakaribia trilioni moja ya makusanyo ya maduhuri, lakini tumeshavuka, tumeshakusanya trilioni moja na milioni kumi na moja pointi tisa ambayo ni asilimia

Tunakusanyika hapa kwa lengo kubwa zaidi la kujenga ushirikiano, afya, kujuana zaidi, kutokeza na dokumenti ya kiofisi ili kufikia malengo tuliyowekewa na ofisi zetu. Kiukweli, katika mpira wote kuna matukio matatu: kuna kufungwa, kuna kudro na kuna kutoa sare. Ila kwa upande wetu kulingana na mentality ya ushindi kwa sababu tumejiandaa vizuri zaidi. Sisi katika wiki mbili tatu zilizopita tunafanya mazoezi mara kwa mara, tofauti kwa wapinzani wetu. Wengi wao walikuwa hawana fitness maanake hawakufanya mazoezi ya kutosha.

Asante, kwa jina naitwa Godfrey Michael, ofisi ya Raimo Geita. Nimekuja hapa kwa ajili ya Bonanza. Tulijiandaa vizuri kwa ajili ya ushindi, ndio maana tumeshinda goli moja kwa bila. Uzoefu tulioona kwa upinzani, hawajajiandaa kushindana na sisi, kwa sababu sisi tumejiandaa muda mrefu sana. Yana maana kubwa sana, kwa sababu yanafanya tuwe na afya njema, eh, yanaukunzisha, tukirudi kazini kujitume kwa juhudi, kwa sababu kila siku tunapokuwa tunafanya kazi mara nyingi sana wengi atende mazoezi. Kwa hiyo mazoezi kama haya yanakufanya yangu mimi kama mtumishi wa kimamadini na wasii wafanya kazi wenzangu ufanya mazoezi itu. Mi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo, kwa sababu inaruhusu kuweka tin namba yangu wakati wa kununua bima, inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima uwezo kupata wa kupata mkopoan hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji, hata kama bajeti ina bana. Tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima pap urahisi wa maisha.